Uh, tunakwenda kumsikiliza, ni mkurugenzi wa taasisi ya uhandisi na usanifu mitambo Tanzania TEMDO, eh ambaye huyu ni Profesa Frederick Kahimba. Mengi mazuri yanafanyika pale, lakini basi tutapata wasaa kuweza kuyafahamu, uh, kupitia 92.1 Yes, na nazungumzia kipi hasa kwa udondoki dogo. Nazungumzia kuhusiana na TEMDO mafanikio ambayo ameyapata mpaka sasa, si ndivyo? mafanikio lakini pia na kazi ambazo zinafanyika pale TEMDO mm, nini, na teknolojia pia mbalimbali mbali ambazo zinafanyika sawa eh? kuna Sa. vifaa tiba, kuna vifaa tiba mtambo pia ule wa viziti mm. Haya, tukamsikilize msikilizaji, alafu mara baada ya kumaliza kumalia utakuja hapa kukuaga tukutakie kila lenye jema kwa siku Jumanne, si ndivyo? No. mimi ni mhandisi Profesa Frederick Kahimba Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya Uhandisi na Usanifu Mitambo Tanzania TEMDO. TEMDO ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara na ilianzishwa mwaka 1980 kwa lengo kuu la kusaidia maendeleo ya sekta ya uzalishaji viwandani kwa kutengeneza teknolojia, mashine na mitambo. TEMDO tuna majukumu makuu matatu. Jukumu la kwanza ni kufanya utafiti sanifu na uendelezaji wa teknolojia mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya sekta ya viwanda. Lakini jukumu la pili ni kutoa huduma za uhandisi viwandani, kwa maana ya industrial technical support services kwenye viwanda ambavyo tayari vipo, vimeshafungwa, vidogo vya kati na viwanda vikubwa. Na jukumu letu kuu la tatu ni kufanya mafunzo kwa makundi mbalimbali mbali ya wadau wanaohusiana na sekta ya viwanda na uzalishaji. Kwa tunafanya mafunzo kwa wanafunzi walioko mashuleni, tunafanya mafunzo kwa wanafunzi ambao wameshamaliza vyuo, wanasubiri kuingia katika ajira, lakini pia tunafanya mafunzo kwa watumishi ambao tayari wako kwenye sehemu za ajira, wanahitaji kuongeza ujuzi kazini. Taasisi ya TEMDO ina sanifu na kutengeneza teknolojia kwa ajili ya sekta mbalimbali za uchumi. Tuna teknolojia hapa kwa ajili ya sekta ya kilimo, kuongeza thamani mazao ya kilimo. Tuna teknolojia hapa kwa ajili ya sekta ya afya, kwa ajili ya utengenezaji wa vifaa tiba kwa ajili ya afya, na teknolojia kwa ajili ya sekta ya uvuvi, subsekta ya mifugo, misitu, lakini pia nishati mbadala na madini pamoja na sekta zingine za uchumi. Kwa upande wa sekta ya afya, tulianza kusanifu na kutengeneza teknolojia kuanzia mwaka 2021. Malengo makuu ya shirika hili kuingia katika sekta ya afya ilikuwa kwanza, ni kuhakikisha kama nchi tunajenga uwezo wa kutengeneza baadhi ya vifaa tiba humuhumu nchini ili kupunguza uagizwaji wa vifaa tiba kutoka nje ya nchi na hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni. Lakini lengo kuu la pili ni kwamba kwa kutengeneza vifaa tiba humu nchini, tunarahisisha upatikanaji wake wa vifaa tiba kwa wakati. Na lengo la tatu ni kwamba kwa ajili ya kusapoti ajenda kuu ya awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita ambapo wamejenga miundombinu mingi ya afya, zahanati zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa, hospitali za wilaya, za mikoa na hata za kanda, na hospitali hizi zinahitaji vifaa tiba ndani yake. Kwa hiyo sisi tuliingia katika hili eneo ili kuhakikisha kwamba tunaunga mkono ajenda ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tiba inawafikia wananchi ikiwa katika viwango vile ambavyo vinaendana na mazingira yetu ya Kitanzania. Na kutokana na ajenda hiyo, basi tumekwisha sanifu na kutengeneza vifaa tiba vya aina 15 ambavyo tayari vina ithibati ya mamlaka ya dawa na vifaa tiba kwa maana ya TMDA. Miongoni mwa vifaa tiba hivyo ambavyo tumekuwa tukivitengeneza kwa muda wote huu kuanzia kwanzia mwaka 2021 hadi sasa tumetengeneza vifaa vya vya kawaida vya, vitanda vya kawaida vya hospitalini vya aina mbalimbali, vingine vina matairi vingine havina matairi. Tumetengeneza vitanda vya kujifungulia akina mama. Tumetengeneza bedside lockers vikabati kwa ajili ya hospitalini kwa ajili ya wodi za wagonjwa kuwekea dawa pamoja na vyakula vya wagonjwa. Tumetengeneza pia stand kwa ajili ya Uh, kutundikia drip hospitalini. Tumetengeneza vitanda kwa ajili ya vyumba vya madaktari vinaitwa examination uh, tables, lakini pia tumetengeneza uh, vichomea taka hatarishi uh, vya hospitali pamoja na taasisi zingine, na tumetengeneza pia majokofu ya kuhifadhia maiti. Baadhi uh, ya vifaa ambavyo tumeshatengeneza hadi hivi sasa taasisi ya Temdo tumekwisha tengeneza na kusambaza vifaa katika hospitali mbalimbali humu nchini. Miongoni mwa hospitali ambazo sasa zinatumia vifaatiba vya TEMDO ni hospitali ya Kanda ya Rufaa ya Bugando. Kienda pale utakuta wodi zao mpya zina vitanda na vifaatiba vya vya TEMDO. Tumepeleka vitanda kama sehemu ya huduma ya kijamii CSR, kwenye hospitali ya Uhuru iliyopo jijini Dodoma lakini pia tuna vifaa tiba katika hospitali ya Maswa na baadhi ya hospitali nyingi za kanda za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa upande wa vichomea taka hatarishi vya hospitali tumetengeneza na kufunga kwenye hospitali aa, zaidi ya 30 humu nchini zikiwemo hospitali ya mkoa Iringa hospitali Bagamoyo, Tanga na hapa Arusha kuna hospitali ya Mkonoo, kuna hospitali ya Ngarenaro. Kwa hiyo karibu hospitali 30 zinatumia vichomea taka hatarishi vya TEMDO kama sehemu ya kusapoti sekta ya afya. Lakini pia katika eneo hilo taasisi ya TEMDO tumetengeneza vichomea uh, taka hatarishi kwa ajili ya mamlaka zingine za serikali zinazohitaji kuteketeza taka hatarishi. Vi, viwanja vya ndege vinatumia vichomea taka hatarishi vya TEMDO. Kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere Dar es Salaam, kiwanja cha ndege cha Arusha, kiwanja cha ndege cha Mwanza, lakini pia uh, taasisi ya TBS huwa kuwa wana, wana, na wana bidhaa ambazo zinaonekana hazistahili kuingia kwa walaji, wanahitaji kuziteketeza, wanateketeza kwa kutumia Uh, kichomea taka hatarishi kilichotengenezwa na TEMDO, lakini pia taasisi za elimu ya juu kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanatumia kichomea taka hatarishi vya TEMDO. Hadi hivi sasa tumekushatengeneza tengeneza vifaa tiba vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.3 na vimekwenda katika hospitali za Tanzania tuna changamoto hadi hivi sasa. Moja wapo ni kwamba sio taasisi zote zinazohusiana na sekta ya afya wanafahamu kwamba taasisi ya TEMDO, shirika la TEMDO tumejenga huo uwezo wa kutengeneza vifaa tiba, kwa hiyo bado hatufahamiki katika hilo. Tunajitahidi kujitangaza kwenye vyombo vya habari kama TBC na vyombo vingine ili Watanzania wengi wajue kwamba vifaa tiba vinatengenezwa taasisi ya TEMDO lakini pia kwa taratibu za kimanunuzi, uh, hospitali nyingi ambazo ziko chini ya TAMISEMI zimeshajenga utamaduni kwamba wao vifaa tiba wanaletewa kutoka mamlaka ya dawa na a, kutoka ha, gala la taifa la serikali MSD linalosambaza vifaa tiba, na kwa maana hiyo wengi hawafahamu kama wanaweza wakapata pia vifaa tiba kutoka Temdo. Na kutokana na changamoto hiyo sasa, kama taasisi tumekwishajipanga kuzitatua changamoto hizo ili vifaa tiba vyetu viweze kufika kwenye hospitali nyingi zaidi. Moja, tumekwisha wasiliana na Wizara ya Afya; tulimwalika katibu mkuu Wizara ya Afya akaja kutembelea na kuona uwezo wa taasisi ya TEMDO katika kutengeneza vifaa tiba. Kutokana na ziara hiyo, sasa, kuna mambo makubwa mawili ambayo yameweza kutusaidia taasisi ya TEMDO. Moja, sasa kupitia Wizara ya Afya tumeweza kuwa na mkataba na wenzetu wa Medical Stores Department ambao ndio wasambazaji wakubwa wa vifaa tiba, sasa watakuwa wanaitumia itumia taasisi ya TEMDO kama sehemu ya taasisi zake zinazoweza kutengeneza vifaa tiba kwa ajili ya kusambazwa humo nchini. Lakini pili, kupitia Wizara ya Afya sasa Wizara ya Afya itakwenda kuandika uh, barua kuweza kuitambulisha taasisi ya TEMDO kwa hospitali zote nchini kwamba pamoja na utengenezaji wa vifaa tiba, taasisi hii ina kitengo maalum cha ukarabati, na kwa hiyo taasisi za afya ambazo zinakuwa zilinunua vifaa tiba ama kutoka ndani ya nje au nje ya nchi na havifanyi kazi au vimeharibika, wanaweza sasa wakafika taasisi ya TEMDO na kuweza kupata huduma ya kutengenezewa. Nadhani wote tunafahamu ukienda hospitali utakuta kitanda kimevunjika tu mguu mmoja kimepinda kidogo, lakini kinatupwa kwamba hakiwezi kufaa kwa matumizi ya hospitali. Kumbe sasa, wakija taasisi ya TEMDO wataweza kukarabatiwa vifaa hivyo na vikarudi tena hospitali na kutumika kwa ajili ya kupunguza kununua vingine vipya. Mpango wetu wa baadaye ni kwamba kwanza tutaendelea na uzalishaji kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo tumejipanga kwa ajili ya kununua mashine na mitambo itakayotusaidia sisi kuweza kuzalisha vifaa tiba kwa wingi zaidi na kwa ubora unaokubalika kwa standardi za mamlaka mbalimbali zinazo dhibiti uh, uingizwaji na matumizi ya vifaa tiba. Lakini pili, katika mpango wetu wa muda mrefu, tutazalisha, tutasanifu na kutengeneza vifaa tiba vya aina nyingine zaidi ili tuwe na vifaa tiba vingi vinavyokwenda kutengenezwa humu nchini. Miongoni mwa malengo yetu katika hilo ni kuona kwamba tunatengeneza mashine za kufulia nguo hospitali kwa maana laundry machines, tunatengeneza vitanda kwa ajili ya uchunguzi wa miili kwa maana ya postmortem beds, lakini pia tutatengeneza st stretchers, tutatengeneza body lifters kwa ajili ya kuweza kuinua mwili kwenda kupeleka kwenye majokofu ya kuhifadhia maiti. Lakini pia tutakwenda kusanifu na kutengeneza uh, walkers kwa maana ya zile fimbo maalum wanazotumia watu ambao wana changamoto ya miguu, pamoja na baiskeli kwa ajili ya wale ambao wanahitaji uh, kutembea kwa kutumia baiskeli zile za miguu mitatu au za miguu minne, lakini kwa ajili ya, ya wagonjwa lakini pia tutaongeza juhudi katika kujitangaza kwenye vyombo vya habari ili taasisi za afya nyingi zaidi waweze kujua kwamba kumbe wanaweza wakapata huduma ya vifaa tiba kutoka taasisi ya TEMDO. Lakini pia kupitia taasisi yetu dada ya Tantrade, ambayo inahusika na utangazaji wa bidhaa zinazotoka Tanzania, tunataka tulifikie soko la Afrika Mashariki kwa kuanzia. Tuone sasa vifaa tiba vya Tanzania vilivyotengenezwa na taasisi ya TEMDO vinafika nchi jirani kama Rwanda, Burundi, DRC na Sudani ya kusini pamoja na nyingine kama hizo. Wito wetu wa, wa kwanza, wa zandani, kwa watanzania kwanza, Watanzania tupende bidhaa zetu za ndani na tuziamini kwamba zinatengenezwa kwa ubora pengine ule ule au mzuri zaidi kuliko hata bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Na kwa kufanya hivyo, tunatengeneza ajira za vijana wetu wenyewe kwa kununua bidhaa za ndani, lakini pia tunaongeza wigo wa kodi kwa mamlaka za serikali zinazokusanya kodi kwa kununua bidhaa zinazotengenezwa humu nchini, lakini pia kwa kupenda bidhaa za ndani tutaweza kupata huduma za matengenezo kwa urahisi, kwa sababu taasisi zinazotengeneza bidhaa hizo zinakuwa ziko humu humu nchini. Ukiwa na changamoto zitaweza kukufikia kwa urahisi. Lakini pia tunaendelea kujenga uwezo kwa taasisi zetu wenyewe kwa kununua vifaa vyake, na hivyo kuziwezesha kifedha kuweza kusanifu teknolojia nyingi zaidi zitakazotufaa kama nchi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa upande wa kutokufahamika huduma ambazo zinafanyika hapa, kimsingi ni changamoto ya taasisi nyingi. Za serikali zinafanya huduma nyingi nzuri, lakini hazifahamiki, kwa sababu tunafanya kama vile kwa mazoea, kwamba sisi tupo watumishi wa umma, tutafanya wakipatikana wateja, wasipopatikana tunaendelea kufanya kazi na tunalipwa mishahara sasa kwanza kabisa tumeanza kuwa na mawazo ya kibiashara ili tuweze kufahamika. Licha ya kujitangaza kwenye vyombo vya habari, tutaendelea kushiriki kwenye maonyesho mbalimbali. Tunashiriki kwenye maonyesho ya Mei Mosi, maonyesho ya saba saba, maonyesho ya nane nane, na maonyesho mengine yoyote yale ambayo yatatokea. Tutapeleka vifaa vyetu, vifaa tiba pamoja na teknolojia zingine ili ziweze kufahamika, lakini pia tuna jikita kwenye e-marketing. Kitengo chetu cha ICT kinafanya juhudi kuhakikisha kwamba tunahuisha tovuti yetu na kuweka vifaa tiba vyote pamoja na teknolojia zingine ambazo TEMDO inazitengeneza hapa ili tuweze kufahamika nchini, tuweze kufahamika hata nje ya nchi. Lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hata wale wateja wa zamani wanarudi tena kuagiza vifaa tiba hapa tumepanga mkakati mahususi wa kutengeneza uh, kitengo cha huduma kwa wateja kwa mtindo wa simu, lakini pia kwa uhalisia, mtu akija hapa TEMDO aweze kupokelea na watu wa kitengo cha huduma kwa wateja Customer Service Center na kwa mtindo huo tutakuwa pia tuna tuna, tuna rekodi taarifa za wateja wote wanaokuja hapa na kuulizia teknolojia na wale ambao wamepata teknolojia zetu, tuweze kuwahudumia. Lakini pia kitengo chetu cha monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini, wa tutakuwa na program ya kwenda kuwatembelea wateja wetu tuliosha wahudumia siku za nyuma kuweza kuona kama wana changamoto na wana mawazo, maeneo ambayo tunahitaji kuboresha yaweze kuboreshwa ili tuweze kuwafikia wateja wengi zaidi. Lakini pia kwa upande wa vyombo vya habari, tutajitahidi kwenda kwenye vyombo vya habari vya redio, lakini pia kwenda kwenye vyombo vya habari vya televisheni, ili Watanzania wengi waweze kuona, waweze kuamini na waweze kufika kupata huduma kutoka taasisi ya TEMDO. Kwa upande wa ubora wa bidhaa, uh, bidhaa zinazotengenezwa TEMDO na pengine humu nchini wakati mwingine zinakuwa hazina ubora sawa sawa na bidhaa zilizotengenezwa kwenye viwanda vikubwa vilivyotoka nje ya nchi, na sababu mojawapo licha pengine ya uwezo wa mafundi wetu, lakini pia ubora wa mashine na mitambo zinazotumika kutengeneza hizo bidhaa. Sasa kuweza kuendana na hilo, kama taasisi tumejipanga kununua vifaa vya kisasa zaidi. Kwa mfano, vifaa vya kukereza na kuchonga, tutatumia vifaa ambavyo vinatumia kompyuta a CNC machines computerized numerical control machines, ili kwamba bidhaa zinapotoka kwenye hizo mashine tayari zinakuwa zina ubora ambao uko vizuri. Lakini pia tutakuwa na mafunzo maalum kwa watumishi waliopo hapa ndani, kujifunza quality welding, quality finishing, quality painting ili kuhakikisha kwamba bidhaa inapotoka kwenye taasisi hii, mtu aweze kuishangaa hii bidhaa kweli imetengenezwa humu nchini au imetengenezwa nje ya nchi? Na tunaamini kwamba tutaweza kufikia huko, lakini pia sambamba na hilo, tumeweka programu maalum ya kufanya internal and external quality assurance, kwa maana ya kwamba ukaguzi wa ndani na ukaguzi wa nje kabla bidhaa haijaenda kwa mteja. Kwa zile bidhaa na mitambo mikubwa mikubwa kama kwa mfano mtambo wa sukari na majokofu ya kuhifadhia maiti ambayo gharama zake ni zaidi ya milioni mia moja na kuendelea, tutakuwa na timu ya ndani ambayo sio ya wale watengenezaji, lakini ni wataalamu wa kuja kuwakagua watengenezaji na kuwarekebisha mahali ambapo, wao wanavaa uhusika wa mteja, kwamba wanaridhika na ile bidhaa kabla haijaenda kwa mteja halisi lakini pia tutakuwa tunawaalika wenzetu kutoka nje kutoka ama taasisi jirani au taasisi ambazo ziko katika hilo eneo uh, hiyo sekta waje kututembelea kuangalia bidhaa zetu na kutukosoa pale ambapo hatujakwenda vizuri. Kwa utaratibu huo, tuna imani kwamba tutakwenda kuboresha uh, ubora wa bidhaa ambazo zinatoka katika taasisi yetu, ili ziendane na mahitaji na A ya wateja wetu. Utafiti wa awali tuliofanya ni kwamba nchi kama Burundi na DRC, vifaa kama vichomea taka hatarishi vya hospitali wanaagiza kutoka nje ya nchi na kijiografia, hizi nchi bado zinatumia bandari yetu ya Dar es Salaam, kwa maana vinapita hapa hapa Tanzania. Sasa tukasema kwa nini vitoke nje ya nchi vipite Tanzania kwenda Burundi visitokee hapa? Kwa hiyo tu tumeona fursa Burundi, tumeona fursa DRC, na hatua itakayofuata sasa ni kupitia wizara yetu ya mambo ya nchi za nje na wizara yetu mama, wizara ya viwanda na biashara, tuweze kupata fursa ya kuwasiliana na ofisi za ubalozi, ili tuweze kupeleka kwanza vipeperushi vyetu na taarifa zetu za aina ya bidhaa ambazo zinatengenezwa uh, wizara ya viwanda na biashara kupitia shirika la TEMDO, halafu kupitia hizo balozi sasa wanaweza wakatusaidia uweza kusambaza kwa mfano kama ni vifaa tiba kwenye hospitali zilizoko kwenye ile nchi, na baadaye kupitia zile hospitali waweze kuwasiliana na sisi moja kwa moja tuweze kupeleka hivyo vifaa nje ya nchi. Lakini pia mkakati wa pili, kwa sababu sasa tuna makubaliano na Medical Stores Department ambao wao tayari wanafika katika hizo nchi kusambaza madawa, sasa tutaweza kupitia Medical Stores Department ili waweze kusambaza madawa na vifaa tiba vinavyotengenezwa TEMDO kwenda kwenye hizo nchi. Maana yake ni kwamba anachojaribu kusema, tayari hizo nchi zinaomba kupelekewa madawa na vifaa tiba kutoka Medical Stores Department, wao badala ya kununua kutoka nje ya nchi wataagiza, taasisi ya Temdo itapeleka MSD na MSD watavifikisha, kwamba baadhi ya bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi zinakuwa na gharama kubwa kuliko bidhaa zinazozalishwa nje ya nchi. Mfano wa bidhaa hiyo, kwa mfano ni majokofu ya kuhifadhia maiti. Sisi tunatengeneza majokofu kwa gharama ya kuanzia milioni 50 mpaka karibu milioni 120 kwa yale majokofu ya miili 8, lakini yanayotoka nje ya nchi unakuta yana kwenda milioni labda 30 mpaka milioni 70. Sasa sababu inayosababisha kwa nini bidhaa zetu za Tanzania ziwe na gharama nafuu kwa baadhi ya bidhaa ni kwamba mos wenzetu wanaozalisha kutoka nje ya nchi, kwa mfano labda India na China, malighafi zinapatikana mle mle nchini kwa bei ambayo ni ndogo, kwa hiyo inasababisha ile bidhaa inatengenezwa kwa gharama ndogo, lakini bidhaa inapoletwa Tanzania inaletwa ikiwa tayari ni kifaa tiba, na kifaa tiba kina msamaha wa kodi. Kwa hiyo kinapomfikia mteja kikiwa kimetengenezwa kwa, kwa malighafi za gharama nafuu na kimeingia bila kodi kwa sababu ni ni vifaa tiba ambavyo vina msamaha wa kodi, kinafika sokoni kikiwa kina bei ndogo. Kinyume chake, sisi tunaotengenezea humu nchini, kwa mfano majokofu ya kuhifadhia maiti ambayo yametengenezwa kwa stainless steel. Chuma ile inatoka nje ya nchi ambako inapoingia haiingii kama kifaatiba, kwa hiyo inatakiwa ilipe kodi zote kama maligashi. Ikifika hapa tayari tunanunua kwa bei kubwa. Kwa mfano stainless steel ya milimita mbili bati sisi tunanunua kwa shilingi laki nne na elfu arobaini bati ambalo China linauzwa shilingi laki moja laki moja na nusu kwa hiyo bei karibu mara tatu mpaka linakuwa limefika hapa TEMDO. Sasa nini tunakwenda kukifanya ni kwamba tukipata kazi kubwa ya vifaa tiba na sisi, badala ya kununulia matirio hapa nchini, tutaanza utaratibu kupitia jipsa kuagiza malighafi hizi moja kwa moja kutoka nje ya nchi, ambapo tutazipata kwa wingi, kwa maana ya bulk procurement. Kwa hiyo tutazipata kwa kwa bei nafuu na itasababisha bidhaa zetu ziweze kushuka bei lakini Uh, pili tunaangalia utaratibu na wenzetu wa Wizara ya Afya ni jinsi gani sasa malighafi ile ikatambulika kwamba inakuja kutengeneza vifaa tiba humu nchini, na kwa hiyo ipate msamaha wa kodi sawa sawa na vifaa tiba ambavyo tayari vimesha tengenezwa, nikiwa nina maana ya kwamba kitanda cha hospitali hakilipi kodi kwa sababu ni kifaa tiba lakini chuma tutakazozitumia kutengenezea vitanda vya hospitali humu nchini, tunatengeneza utaratibu sasa ili na zenyewe ziweze kupata msamaha wa kodi, ili tuweze kutengeneza vifaa tiba ambavyo havilipiwi kodi, na kwa maana hiyo vitakuwa ni rafiki wa bei kwa wateja wetu. Kama itapitishwa hiyo, sisi tunajiona kabisa TEMDO kama miongoni mwa taasisi ambazo zimechangia sasa kwa kiasi kikubwa vifaa tiba ambavyo vinakwenda kwenye hospitali zetu za humo nchini, na kwa maana hiyo pia tunajiona kama miongoni mwa taasisi za umma ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi ya fedha za kigeni zinazotumika kuagiza vifaa tiba kutoka nchini, na tunajiona kama taasisi ambayo inatengeneza ajira kwa Watanzania wetu. Lakini sambamba na hilo, labda niongeze kitu kimoja kwamba shirika la TEMDO kwa mpango wa sasa wa serikali litakwenda kuunganishwa na shirika la Kamatek pamoja na shirika la SIDO kutengeneza shirika moja ambalo ni kubwa na lenye nguvu. Kupitia mpango huo, shirika la awali la SIDO tayari lilikuwa lina vituo vya utengenezaji wa teknolojia vinaitwa TDCs, Technology Development Centers, katika baadhi ya mikoa ya humu nchini. Sasa kwa kuunganisha nguvu manake wataalamu wa TEMDO watakwenda kufundisha utengenezaji wa vifaa tiba mikoani moja kwa moja. Na baada ya kuwa teknolojia hii imewezwa sasa kutengenezwa ndani ya TDC, tutaomba ithibati ya Medical Stores Department ili zile TDC ziwe na ithibati ya kutengeneza vifaa tiba, na kwa jinsi hiyo sasa tutakuwa na uhakika kwamba tunaweza tukasambaza vifaa tiba humu nchini kwa kiasi kikubwa na kwa, kwa urahisi kupitia mtandao uliokuwa wa wa SIDO hapo zamani. Mchango wa shirika la TEMDO katika kukuza uchumi, kwanza, kwa kadiri tunavyokuwa tunatengeneza teknolojia mbalimbali, zinapouzwa tunalipa kodi, na kwa kulipa kodi tunachangia katika uchumi wa nchi. Lakini pia sisi shirika la TEMDO tunatengeneza teknolojia ambazo zinakwenda kufungua viwanda, viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Kwa kufanya hivyo tunatengeneza ajira, lakini vinakwenda kutengeneza malighafi ambazo zinachangia katika uchumi wa nchi. Kwa mfano tumetengeneza hapa kiwanda cha kuchakata mafuta ya alizeti chenye uwezo wa kuchakata tani kumi za mafuta ya alizeti kwa siku. Kwa hiyo tunapochakata tani kumi za mafuta ya alizeti kwa siku, tuna tani kadhaa za alizeti ambazo zitakwenda kupelekwa katika kile kiwanda zinatengeneza uchumi wa wakulima. Lakini pia tuna tani aa, kumi za mafuta ambazo zitaingia kwenye soko zitasaidia watu kupata ajira ya usambazaji wa yale mafuta. Na kwa maana hiyo pamoja na kuingia sokoni kuweza kuuzwa. Kwa hiyo kote huko nchi itaweza kukusanya kodi, tutatengeneza ajira na kwa namna hiyo tutaboresha maisha ya watu na kuinua uchumi wa nchi. Tunatengeneza hapa kwa mfano kiwanda cha sukari ambacho kina uwezo wa kuwaajiri watu mia mbili wa moja kwa moja na watu zaidi ya mia sita wasio wa moja kwa moja. Hawa watu wakiajiriwa watapata kipato, watalipa kodi. Lakini pia kiwanda kimoja cha sukari kina komandi ki kinahitaji kulishwa na ekari karibu mia sita za miwa. Ekari hizi zina wakulima outgrowers ambao watauza mua kwenye kiwanda, watapata fedha, zitaongeza hali ya maisha yao, na kwa maana hiyo tutaweza kuinua uchumi. Lakini kutoka katika kile kiwanda, kama tuna uwezo wa kuzalisha tani ishirini za sukari kila siku, zinaingia sokoni, zitatusaidia vile vile kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kuagiza sukari inayotokana na uhaba wa sukari, sugar gap. Lakini pia sukari ile inayoingia sokoni itauzwa na itatozwa kodi, na kwa namna hiyo tutakuwa tumeweza kuchangia uchumi wa nchi. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba shirika la TEMDO linachagiza uanzishwaji wa viwanda vipya vidogo vya, na vya kati na viwanda hivi vinachangia katika uchumi wa viwanda wa nchi. Na pengine lipi ambalo unaweza kuambia Watanzania, zaidi ya wale ambao hawamini bidhaa za ndani? Wito wangu kwa Watanzania tuziamini tuzi taasisi zetu za ndani kwamba zina uwezo na zina wataalamu wanaoweza kutoa bidhaa bora. Na cha pili tupende kununua na kutumia bidhaa zetu za ndani ya nchi. Kwa kufanya vile tunachangia uchumi wetu wenyewe giza mzunguko wa fedha kwa kununua bidhaa zetu za ndani. Lakini pia tunaambia Watanzania kwamba waje kwenye shirika la TEMDO, watapata huduma bora, watapata huduma kwa haraka, na pale ambapo wanakuwa na